Hizo mbio za kubule kwa mganga, wewe kama Mungu akupenda kazi bure, pro Hamza. Yeah. Yeah. tumekuja kumuuza Hamza, yeah, mzee wa kuchezea kipaza Hey, lakini <laughs> kuna watu wayefanya wanambeza eh. Lakini Hamza anaweza na anayaweza ndio maana yuko na na, na, na, e. E, e, Mwanza mwanzaishi la e, fedha wana Mwanza tunarudi tena kwa dingitozi hapo yeah. Siku ya tarehe moja, lakini siku ya mkesha um, au mwaka mpya tuko hapa Geita, tunakutana pale Free park. Eh bwana, napenda kulewa jamani kuliko kitu kingine noma.